so guys welcome to bambika nasi show where we get to laugh learn entertain interact we get to know each other better we discuss about our past lives what we've been through what we're going through what we're up to yeah so we first go with introductions i am i'm mm -hmm. fesh boka these are my siblings huyu anaitwa Maureen Mwingine, yeah, anaitwa Gloria. I'm the eldest, anafuatana huyu Ten, we go kwa huyu as you can see she's the mother here, we are there. <laughs> <laughs> As I was saying, nilikuwa nataka tuongelele anything that tunakumbuka ishaikufanyikia ukiwa mdogo. Anything that tunakumbuka, iko ukweli, juu mi ni mkubwa wao obviously, najua vitu zishaifanyika, kama hawajui mi najua, wao wanaweza kuwa wanadanganya but nitajua ni wangu ama ni ukweli. So tunaanza na nani?

Yeah, something funny. Kitu funny, crazy. Wakati kati ya anze before. <laughs> Okay, sawa. <Uye>, <laughs> Mijue sasa. For me, mm -hmm. I have a funny story. Yeye yeye -ye alakata anga. Namabianga, <laughs> usha hivi. <ifa nyeivi>. Anasema <laughs> ni uombo. So, tukua wadogo. So, <laughs> tulukua tunosha viombo. Ye ndo mkubwa, mi ndo mdogo. Sa tukua tunatuliana. Uya kiosha viombo leo, mimi naosha kesho kiesho. Ivo, ivo, like leo ni mimi, kesho ni wewe. So kitu ya vyombo ikakuwa, hayuko ngezi oti, alioshanga na panti, namkumbushanga na anakata aliyoshanga vyombo na panti adisaina. I swear, God, I swear. Alitoshanga vyombo ra point I think, tulikuwa tulikuwa klas wan ama tulikuwa nasari, ilikuwa round huko, tulikuwanga wadogo, namkumbushanga anakata, nakumbukanga tulikuwanga wadogo sana <laughs> na hiyo ni kitu ashaifanya, so mimi shinanga kumkumbusha, ushaifanya hivi, ushaifanya hivi, anasema uongo, mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. <laughs> <Shoo. laughs> <laughs> <laughs> Sin okay, hapa no, tulikuwa tunajipanga kwenda ushago, ilikuwa Disemba hapo hivo. So ikakuwa tumetengenezwa, tunatengenezwa okay, tulikuwa yes, tumebomolewa tuende kwa salon. Ni hairdresser. So atungena atu kwa salon kushuka, tuka tu tufanywe straightening then atatushuka baadaye tukishafika home. So this madam you are seeing here, mimi nikaoshwa vizuri, nilikuwa wa kwanza, then tukafanya nini, nikaenda nikastraighteniwa, nikakuja huyu hapa, time yake ya kuosha kichwa ikafika, guess what she did

ukingeni mwakile hivi maji mingi, so, ah, ah, ah, ah, mingi. Nilikuwa naona ni kama unanirusha kwa mto, saa nilikuwa nataka nipeleke salo jumi, sikuwa nataka nioshe, nikaosha hivi nikiona Msichana wa watu anakataa kuoshwa, anaruka ruka, anajitupa kwa matope, unajua. so, bafu ni zile okay please, kwa tunaishi huko kwa tunaishi kiandutu huko dhika, so bafu sio bafu, ni please tu, imeacha ime ka corridor, imewekwa curtain kateni ya kigunia hapo, then msichana wa watu ndio huyo akanyaka <laughs> ako uchi. Barani, nilikuwa mdogo. Hapo mdogo. Likuwa mdogo.

So tumefikiria mtoto amechizi tumemkimbiza kwa barabara, alafu unajua tuko tunaishi wapi, mahali kuna, mm, mahali kuna ka center hivi wenye wa, wa meishi dika huko Kiandutu akakimbia mama angu ni nani, mbio mbio, na yeye akamshika, kushika hapo next, kulikuwa na baba shop yenye ilikuanga hapo, akamshika ako uchi. Usisau ako uchi msichana, wote ameingia hapo akiwa uchi wa mnyama. Ni ukweli, ndio ndio. Eya dali letea ya kile tisha tu ave. watu wa coach niko barabara, watu wa pikipiki wanajaribu kuuliza mamangu. Mama, mama fulani ju tunajulikana tuko tunaishi tunajulikana. Mama fulani ni nini mbaya? Watu wananiita nini mbaya na mtoto wenu? Na waambia hakuna anakataa kuoshwa <laughs> <Kuwasho nitwa>, kiti, kuoshwa <laughs> kichwa. Mtoto wa watu akashikwa. Mama neba na mamangu wakamshika. Akamuliza shida ni nani hataki ni gani hataki kuoshwa.

Akashikwa akashikwa, tukamrudisha tena home, venye tulimtuliumza, ataki kunyolewa, ataki kushukwa, ataki kuoshwa, anataka anaa endaka nini? Ataki kuoshwa kichwa, hataki kwenda salon, ataki kunyolewa, akakimbia tena ambio kutoka kwa baba shop. So watu wanatuliza mamangu, wachana naye, simnyoleshe, wachana naye. Mamangu akatulia